Kwingineko, kutokana na uchaguzi huo ambao umeandaliwa nchini Uganda leo Alhamis, shughuli za biashara na uchukuzi zimeathirika pakubwa katika mji wa mpakani wa Busia. Idadi ya abiria na wafanyabiashara ikipungua maradufu, magari yakisalia kuegeshwa huku eneo la kivukio mpakani likikosa shughuli nyingi licha ya siku ya Alhamis kuwa siku ya soko hapo Busia mpakani. Jeremy Omondi na taarifa hii. Kwa kawaida siku ya Alhamisi mji wa Busia huwa na pilikapilika nyingi. Wafanyabiashara kutoka mataifa ya Kenya na Uganda wakiendelea na shughuli nyingi katika mataifa yote mawili, eneo la mpakani Busia likishuhudia wanaosafiri ndani na nje ya nchi zote. Hata hivyo leo Alhamisi imekuwa kinyume cha hali iliyozoeleka. Mji wa Busia ukisalia tulivu, barabara kuu ya kuingia nchini Uganda ikiwa safi, masoko nayo yakiwa na watu wachache tu, sababu kuu ikiwa uchaguzi ulioandaliwa alhamisi hii nchini Uganda. Wafanyabiashara wale ambao wanauza manguo huwa wanauzia Waganda, lakini leo hatujaona Waganda wakiingia Kenya kununua manguo na kuja na mzigo. Bei saa mbili, na kwa, tumeuza muzigo tumemaliza, si tumerudi nyumbani leo tuko hapa hivi, mzigo ndio tumebaki nayo, tunatega tu maisha hapa hivi, ndio tunataka tufunge tuende nyumbani juu sasa hata tuone namna. Kati ya walioathirika wa zaidi ni mawakala wa forodhani ambao ndio uti wa mgongo wa biashara kati ya mataifa ya Kenya na Uganda. Joseph Ouma mwenyekiti wao anasema uchaguzi huo wa Uganda umesitisha kila kitu. Mpaka ni hapa ukiangalia, kando yangu huwa tunakuwa na magari mengi sana yale ambayo yanaingia na kutoka. Leo barabara iko wazi kabisa, kumaanisha hakuna movement, hakuna biashara ambayo inaendelea kati ya Kenya na Uganda. Hata sisi ambao tuko hapa tunashangaa, e, ni kuzuiwa, wamezuiliwa kwa barabara au wameongoja wapige kura kwanza ndio wakuje biashara iendelea ya kawaida? Hatujajua ni nini kinaendelea kule. Kwenye vituo vya magari hasa usafiri wa masafa marefu, hali si tofauti. Magari yapo, ila hakuna abiria. Wafanyabiashara wengi wanasafiri na mabasi zetu, saa hii wamepungua, kulingana na kura ya Uganda. Wanahofia labda itakuwa fujo, sasa wameogopa kuja huku. mpaka wa Rwanda, waganda wote tunawabeba, wakienda kuchukua vitu Nairobi. Sasa hatuna kazi, si wafanyakazi wa basi kama basika, saa hii iendi Kampala, masha iendi Kampala hata saa hii bibetu ikuji Nairobi. basi ya kigali ndo imesema hapa kando mnaiona, imetoa Kigali imeshinda hapa. Uchaguzi wa Uganda umeonekana kusitisha shughuli za kawaida mjini Busia, kati ya mataifa haya mawili Wakenya sasa wakiendeleza dua kwa taifa la Uganda liwe na uchaguzi wenye amani. Wakenya wanategemea Waganda, Waganda wanategemea Kenya. so, the other side, ikiwa shughuli zake zimesimama hata huku pia, pia shughuli zinasimama. Na jirani pia ni mtu muhimu. Tunawaombea wakati wako kwa uchaguzi, hivi uchaguzi uwe wa haki na uchaguzi uwe wa amani, a, kwa sababu tunawatarajia. Nikiwa mjini Busia, naitwa Jeremy Omondi.